Kitabu cha Ezekieli sura ya kumi na saba na ya kumi na nane. Ndiyo watu wa Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa. Naitwa Mwalimu Petro, ninawakaribisha katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, ambapo siku ya leo tutasoma kitabu cha nabii Ezekieli. Mpendwa, tunaposoma kitabu hiki hakikisha unafuatilia kwa ukaribu sana na maeneo ambayo utaona unayaelewa zaidi kuliko mengine au yanakugusa zaidi kuliko maneno mengine, mahali hapo panoti pembeni, najipe nafasi ya kupata fakari na kuendelea kujiombea zaidi. Kwa sababu siku zote nakueleza, unaposoma Biblia na ukaona kuna eneo umelielewa zaidi au limekugusa kipekee kuliko maeneo mengine uliosoma, jua kwa wakati huo mahali hapo ndio Roho Mtakatifu anaongea na we, kuna ujumbe wa Mungu kwa ajili yako usipuuzie. Ila pia inaweza ikatokea umesoma Biblia na hujaelewa chochote. Usikate tamaa, usiache kusoma kwa ajili hiyo. Rudia kusoma tena na tena, endelea kumwita Roho Mtakatifu hadi uelewe. Soma, usiache, mtu wa Mungu. Neno la Mungu ni chakula. Tusali kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Amen. Baba Mungu, tunakukaribisha siku ya leo tunapoenda kuanza kusoma neno lako karibu Roho Mtakatifu, tuangazie nuru ya uelewa na ufunuo katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, ni kitabu cha Ezekieli, tunasonga nacho mbele ile sura ya kumi na saba na ya kumi na nane. Tuungane sasa na ndugu zetu wa Wedi project. Mlango wa kumi na saba. Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, tega kitendawili ukawaambie nyumba ya Israeli midhali, useme Bwana Mungu asema hivi: tai kubwa mwenye mabawa makubwa na manyoya marefu katika mabawa mwenye kujaa manyoya yaliyo ya rangi mbalimbali mbali, alifika Lebanoni akakitoa kilele cha mwerezi, akakikata kitawi kilicho juu katika vitawi vyake, akakichukua mpaka nchi ya biashara, akakiweka katika mji wa wachuuzi. Akatoa tena mbegu katika mbegu za nchi hiyo akaipanda katika udongo uzao sana, akaiweka kando ya maji mengi, aliipandikiza kama mti ukuao karibu na mto. Ikakuwa, ikawa mzabibu wenye kuenea sana wa kimo kifupi, ambao matawi yake yalimgeukia, na mizizi yake ilikuwa chini yake. Basi ukawa mzabibu, ukatoa matawi, ukachipuza vichipuko. Kulikuwa na tai mwingine mkubwa mwenye mabawa makubwa na manyoya mengi, na tazama mzabibu huo ukapinda mizizi yake imwelekee yeye, akachipuza matawi yake yamwelekee yeye, toka matuta yake ulipopandwa, ili yeye apate kuunywesha. Ulikuwa umepandwa katika udongo mwema kando ya maji mengi, upate kutoa matawi na kuzaa matunda, uwe mzabibu mzuri. Basi nena wewe, Bwana Mungu asema hivi: Je, huo utafanikiwa? yeye hata ing'oa mizizi yake na kuyakata matunda yake ili ukauke, kwamba majani mabichi yake yote yachipukayo yakauke; hata ingawa hana nguvu nyingi wala watu wengi wa kuung'oa na mizizi yake. Naam, tazama, ingawa umepandwa, je utafanikiwa au utakauka kabisa? upepo wa mashariki Utakapoupiga, naam utakauka katika matuta hapo ulipopandwa. Tena neno la Bwana likanijia kusema, Waambie sasa nyumba hii iliyoasi hamjui maana ya mambo haya? Waambie, tazama, mfalme wa Babeli alifika Yerusalemu akamtoa mfalme wake na wakuu wake, akawachukua pamoja naye mpaka Babeli. Akawatoa baadhi ya wazao wa kifalme, kisha akafanya agano naye, akamwapisha. Akawaondoa watu wa nchi wenye nguvu, ili ufalme huo uwe duni usijiinue, lakini usimame kwa kulishika agano lake lakini alimwasi kwa kupeleka wajumbe huko Misri, wampe farasi na watu wengi. Je, atafanikiwa? Afanyaye mambo hayo ataokoka? Atalivunja agano kisha ataokoka? Kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, hakika mahali pale akaapo mfalme aliyemmilikisha, ambaye alikidharau kiapo chake na kulivunja agano lake ndipo atakapokufa pamoja naye kati ya Babeli. Wala Farao na jeshi lake kubwa na kusanyiko lake kuu la watu hawatamfaa kitu vitani, watakapofanya maboma na kujenga ngome ili kukatilia mbali watu wengi. Kwa maana amekidharau kiapo kwa kulivunja agano, na tazama, ametia mkono wake, na pamoja na hayo ameyatenda mambo hayo yote, hata okoka. Basi Bwana Mungu asema hivi kama mimi niishivyo, hakika kiapo changu alichokidharau na agano langu alilolivunja nitampatiliza kichwani pake. Nami nitatandika wavu wangu juu yake, naye ya atanaswa katika mtego wangu, nami nitamleta hata Babeli, nami nitateta naye huko kwa sababu ya kosa lake alilonikosa. Na wakimbizi wake wote wa vikosi vyake vyote wataanguka kwa upanga, na hawa watakaosalia watatawanyika kwenye kila upepo. Nanyi mtajua ya kuwa mimi Bwana nimenena neno hilo. Bwana Mungu asema hivi: mimi nami nitakitoa kilele kirefu cha mwerezi na kukipandikiza mahali, na katika vitawi vyake vilivyo juu nitatoa kitawi kimoja kilichochororo, nami nitakipanda juu ya mlima mrefu ulioinuka sana; juu ya mlima wa mahali palipoinuka pa Israeli nitakipanda, nacho kitatoa matawi na kuzaa matunda, nao utakuwa mwerezi mzuri, na chini yake watakaa ndege wa kila namna ya mbawa; katika uvuli wa matawi yake watakaa. Na miti yote ya mashamba itajua ya kuwa mimi Bwana nimeushusha chini mti mrefu na kuuinua mti mfupi, na kuukausha mti mbichi na kuustawisha mti mkavu. Mimi Bwana nimenena, nami nimelitenda jambo hili. Mlango wa kumi na nane. Neno la Bwana likanijia tena kusema, je, maana yake ni nini hata mkatumia mithali hii katika Israeli mkisema, baba wamekula zabibu mbichi, nao watoto wakatiwa ganzi la meno? Kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, hamtakuwa na sababu ya kuitumia tena mithali hii katika Israeli. Tazama, roho zote ni mali yangu kama vile roho ya baba ni mali yangu, ndivyo ilivyo roho ya mwana mali yangu. Roho ile itendayo dhambi itakufa. Bali kama mtu ni mwenye haki na kuyatenda yaliyo halali na haki, hakula juu ya milima, wala hakuviinulia macho vinyago vya nyumba ya Israeli, wala hakumtia unajisi mke wa jirani yake, wala hakumkaribia mwanamke wakati wa kutengwa kwake, wala hakumdhulumu mtu, bali amemrudishia mdeni wake rehani yake wala hakumnyang'anya mtu mali yake kwa nguvu, naye amewapa wenye njaa chakula chake na kuwavika nguo waliouchi, ambaye hakumkopesha mtu ili apate faida, wala hakupokea ziada ya namna yoyote, naye ameuepusha mkono wake na uovu na kufanya hukumu ya haki kati ya mtu na mwenzake, tena ikiwa amezifuata sheria zangu na kuzishika hukumu zangu, mtu huyu ni mwenye haki, hakika ataishi, asema Bwana Mungu. Walakini akizaa mwana aliyemnyang'anyi mmwaga damu atendaye mambo hayo mmojawapo, wala hakutenda mojawapo la mambo hayo yampasayo, bali amekula juu ya milima na kumtia unajisi mke wa jirani yake na kuwadhulumu maskini na wahitaji na kuwanyang'anya watu mali yao kwa nguvu, wala hakurudisha rehani, naye ameviinulia macho vinyago na kufanya machukizo, naye amekopesha watu ili apate faida na kupokea ziada. Je, ataishi baada ya hayo? La, hataishi. Amefanya machukizo hayo yote, hakika atakufa. Damu yake itakuwa juu yake. Na kama yeye huyo akizaa mwana, naye ameona dhambi zote za baba yake alizozitenda, akaogopa asifanye neno lolote kama hayo, hakula juu ya milima, wala hakuvinulia macho vinyago vya nyumba ya Israeli wala hakumtia unajisi mke wa jirani yake, wala kumdhulumu mtu, wala hakutoa kitu kiwekwe rehani, wala hakumnyang'anya mtu mali yake kwa nguvu, bali amewapa wenye njaa chakula chake na kuwafunika nguo waliouchi; tena ikiwa ameuzuia mkono wake usimwonee maskini, wala hakupokea faida na ziada, naye amezifanya hukumu zangu na kuzifuata sheria zangu, hatakufa huyu kwa sababu ya uovu wa baba yake hakika ataishi. Kwa habari za yule baba yake, kwa sababu aliwaonea watu kwa ukali mwingi na kumnyang'anya ndugu yake mali yake kwa nguvu na kuyatenda yasiyo mema kati ya watu wake, tazama, atakufa katika uovu wake. Lakini ninyi mwasema, kwani yule mwana asiuchukue uovu wa baba yake? Yule mwana atakapofanya yaliyo halali na haki na kuzishika amri zangu na kuzitenda, hakika ataishi. Roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hatauchukua uovu wa baba yake, wala baba hatauchukua uovu wa mwanawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Lakini mtu mbaya akighairi na kuacha dhambi zake zote alizozitenda, na kuzishika amri zangu zote, na kutenda yaliyo halali na haki, hakika ataishi, hatakufa dhambi zake zote alizozitenda hazitakumbukwa juu yake, hata mojawapo katika haki yake aliyoitenda ataishi. Je, mimi nafurahia kufa kwake mtu mwovu? asema Bwana Mungu. Si afadhali kwamba aghairi na kuiacha njia yake akaishi? Bali mwenye haki atakapoghairi na kuiacha haki yake na kutenda uovu na kufanya machukizo yote, kama yale afanyayo mtu mwovu, je, Ataishi? Katika matendo yake yote ya haki aliyoyatenda halitakumbukwa hata mmojawapo, katika kosa lile alilolikosa nam katika dhambi yake aliyoitenda ya atakufa. Lakini ninyi mwasema, njia ya Bwana si sawa. Sikilizeni sasa, enye nyumba ya Israeli, je, njia yangu siyo iliyo sawa? Njia zenu sizo zisizo sawa? Mwenye haki atakapoghairi na kuiacha haki yake na kutenda uovu, akafa katika uovu huo; katika uovu wake aliyoutenda atakufa. Tena mtu mwovu atakapoghairi na kuuacha uovu wake aliyoutenda, na kutenda yaliyo halali na haki, ataponya roho yake, nayo itakuwa hai. Kwa sababu atafakari, na kughairi na kuyaacha makosa yake yote aliyoyatenda, hakika ataishi, hatakufa. Lakini nyumba ya Israeli husema njia ya Bwana si sawa. E nyumba ya Israeli, je, njia zangu sizo zilizo sawa? njia zenu sizo zisizo sawa? Basi nitawahukumu ninyi, nyumba ya Israeli, kila mmoja kwa kadiri ya njia zake, asema Bwana Mungu. Rudini mkaghairi na kuyaacha makosa yenu yote, basi hivyo uovu wenu hautakuwa uharibifu wenu. Tupilieni mbali nanyi makosa yenu yote mliyoyakosa; ifanyieni moyo mpya na roho mpya. Mbona mnataka kufa enyi nyumba ya Israeli? Maana mimi sikufurahii kufa kwake afaye, asema Bwana Mungu. Basi ghairini mkaishi.